Karibu mtazamaji wa Fizi News 24, tunakukumbusha kwamba hii ni TV ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa manispaa ya Kadutu mwanasheria Samuel Kazimire amezindua kazi za ukarabati wa daraja la kuelekea lango la ISDR katika jiji la Bukavu, Jumatatu Mei 19 mwaka tulimo kulingana na mamlaka ya manispa ya Kadoto, hii ni operesheni ya kuboresha trafiki katika sehemu hii ya moja wa Bukavu. Forsa kwake kuwaomba madereva kutumia kwa moda barabara ya industrial ya entre isder ini barabara ya rute nasional numero d inapanda lise inapanda kwenda Walungu. Viongozi wa chama tulienda walilia e, na wakadebloke mamwaye juu ya kurehabilite ile pasage na leo makazi zimeanzishwa, na hiyo makazi

Nifatana malami kwenye tulipanda kwa viongozi kama kunatoka solution d'urgence piti ya burgumestre wetu eh, wa Kadutu. Lema tunasema felicitations. Kazi hizo zitadumu muda wa siku saba ameonyesha kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mashirika ya kirahia ya Kivu Kusini, kupitia vuguvugu la kirahia la Santinela di Peple, inatoa wito kwa wakaadhi kuwa waangalifu katika kuzuia moto katika wakati huu wa kiangazi ya makipwa. Mundo huu wa kirahia ulieleza hayo katika mahojiano nasi Jumatatu, Mei 19 mwaka 2025. Kulingana na Ipokate Marume, mwanzoni mwa msimu huu wa kiangazi, Bukavu inakabiliwa na mfululizo wa mikasa ya moto inayosababisha hasara ya kibinadamu na nyenzo. Kwa ajili yake, katika kipindi hiki cha mgogoro wa kiuchumi, idadi ya watu lazima iwe macho ili kuepuka kufufua kwa matukio ya moto. Mwisho, anatoa wito kwa idadi ya watu kuchukua hatua ili kuwa pamoja na usimamizi mzuri wa mafuta. Hipokrate Marume katika mahojiano na watangazaji wa chanele yetu alisema yafuatayo: inakuwa ikiomba population ya muji wa Bukavu, si kama na hizi tunakuwa ndani ya vita, tunakuwa na krisi ekonomiki, ni kuomba population kwa kuweza kukua prevoyan juu ya hii makaa ya moto wa ma insendi zinakuwa uh, rekira ndani ya province ya Sud Kivu na ndani ya muji wa Bukavu kwa upekee, kwa kuweza: ya kwanza, kama unataka kutia moto ndani ya nyumba wala panneau solaire, ni kuita wa technicien wa electricien ili wao wenyewe waweze kuvifanya. Ya pili, hapana kuweka karbiran ndani ya nyumba. Ya tatu, haifai kuweza ku, ku surveiller inalomba kusurveiller maresho zetu za gaz na hata mabrazero ndani ya uh, mafiga zetu, na ife kuachia watoto mafiga, ili tuweze kuprevenir. Ili na ingine ni kukuwa kuambia watu kama majira ambao tunakuwa tukiishi yamo, hatuna voie de sortie juu ya maassistance humanitaire, na ndiyo kwa maana tunakuwa tukiomba kila mtu aweze kudevelope autosurveillance kungambo yake kusirveye vwaze naye ye mwemua kujisirveye ili hii maka ya insandi zisiwezi tena kujitokeza kwa hii siku ambayo tunaingia ndani ya kipwa. Mtu anayedaiwa kuwa ni jambazi, alionekana kuua wana wa kaadhi Jumapili Mei kumi na nane katika eneo la Chikonyi, huku akiwa mwanaume aliyejulikana kwa jina la Eric mwenye takribani miaka 40 ya kuzaliwa, mkaaji wa kikundi cha Chibingu katika tarafa la Kabare. Taarifa hizo zimetolewa na mfanyakazi wa kijamii katika mahojiano na ripota wa chanela yenu. Kesi hii ya kujikatia sheria iliyojitokeza baada ya operesheni ya uwizi iliyofanywa na watendaji maovu katika butiki mbili usiku wa Jumamosi hadi Jumapili kumi na nane Mei, anasisitiza Jidoni Chubaka. Papo hapo, anayedaiwa kuwa jambazi angaiba kiasi kikubwa cha kia pesa, simu na vitu vingine vya thamani vilivyopelekwa na wenzake, yote baada ya kufyatua risasi, anaonyesha mtendaji huyo wa eneo hilo ni joo yake, kuongeza kuwa hali hii ilileta woga kwa idadi ya watu wa kasha hadi huogopa hata kwenda kanisani masaa za asubuhi. Akikabiliwa na hali hii, anawasihi wenyeji waelekeze kesi kama hivyo kwa viongozi wa bahali kuliko kujikatia sheria. Kumbuka kwamba kesi hii imerekodiwa miongoni mwa zingine kadhaa za kujilipizia kisasi tangu mechi iliyopita. Hii baada ya kupiga marufuku kesi kama na hii kupitia ufahamu tofauti kama redio na pia kwenye mitandao ya kijamii. Maaskofu wa baraza la kitaifa la maaskofu la Kongo Senko wanaonya juu ya hatari za kibinadamu na kuzorota kwa hali ya kutisha kwa hali ya maisha inayoratibiwa na kufungwa kwa benki na viwanja vya ndege mashariki mwa DRC ambayo kwa sasa inakabidhiwa na vuguvugu vugu la AFC M23. Mwito huo wa mwisho wa uingiliaji kati wa haraka wa mamlaka husika, walieleza hayo katika taarifa iliyowekwa hadharani kwa maoni ya kitaifa na kimataifa ambayo nakala yake ilitufikia Jumatatu hii Mei 19, 2025. Katika ujumbe uliotolewa kwa maoni ya kitaifa na kimataifa, maaskofu hao wanashutumu matokeo mabaya ya kufungwa kwa benki na viwanja vya ndege katika maeneo haya ambayo yanazidisha maafa ya watu ambao tayari wamedhoofishwa na migogoro ya miaka mingi. Idadi ya watu wanaonyimwa rasilimali zao kwa wiki kadhaa, taasisi za fedha hasa Bukavu, Goma na katika maeneo mengine chini ya udhibiti wa AFC M23 zinaonekana kutofanya kazi. CENCO inaongeza kuwa benki za biashara pamoja na matawi ya benki kuu ya Kongo yamefunga milango yao na kufanya kuwa vigumu kwa maelfu ya familia kufikia akaunti zao za benki. Kwa mujibu wa maaskofu wa Senko, hali hii imewadumbukiza wenyeji katika msukosuko mkubwa wa kiuchumi: kutowezekana kutoa pesa, kupozeshwa kwa biashara za ndani, kupanda kwa bei ya mahitaji ya kimsingi. Aliongeza kuwa migogoro hii, benki zimeonekana kufungwa, ugumu wa chakula na dawa unazidi kuwa haba na njia mbadala za zinazochukuliwa zinaonekana kutokuwa shwari. Katika hali ya uhaba wa fedha, mamlaka ya AFC M23 ilitangaza kufungua tena taasisi ya fedha ya ndani Kadeco, huku wasimamizi wapya waliteuliwa na AFC M23. Mpango huu unaolenga kufufua uchumi wa ndani kwa magoti yake umekutana na wasiwasi na waendeshaji wa kiuchumi na idadi ya watu ambao wanaogopea usalama wa amana zao katika taasisi inayodhibitiwa na watu wasiojulikana. Ikikabiliwa na hali hii ya matatizo mengi, Stenco inatoa wito kwa serikali, washirika wa kimataifa, pamoja na mashirika ya kibinadamu kuchukua hatua za haraka kurejesha upatikanaji wa huduma muhimu katika maeneo yaliyoathirika. Ikumbukwe kwamba kwa muda wa miezi kadhaa sasa, wakazi wa mashariki mwa DRC wamekuwa wakikabiliwa na matokeo kadhaa yaliyoratibiwa na kufungwa kwa benki na viwanja vya ndege, hivyo umuhimu wa ushirikishwaji wa mamlaka unahitajika. Kusafisha ufuo wa ziwa Kivu hasa na mji mzima wa Bukavu kwa jumla ni lengo la kampeni hii iliyoandaliwa na mtandao wa wataalamu wa vijana na maji na usafi wa mazingira iliyofanyika wikendi iliyopita katika jiji la Bukavu. Katika mkutada unaoashiria kuongezeka kwa uchafu katika mji na haswa katika mwambao wa ziwa Kivu, vijana kutoka kundi ya wataalamu wa maji na usafi wa mazingira wamejitolea kikamilifu kufanya kazi ili kutatua tatizo hili la afya ya umma. Wakiwa na mifuko na zana zingine za kazi, vijana hawa walijitolea kukusanya taka za plastiki kwenye mwambao wa ziwa Kivu, kwenye soko la Bondeko katika kata Kadutu. Katika hafla hii, Nelson Zagabe mkuu wa chama hiki anatoa wito kwa wenyeji wa Bukavu kudhibiti taka za plastiki kwa uwajibikaji ili kulinda mfumo wa ikolojia. Anawaomba vijana kuungana nao katika kuziba njia ya janga hili. Ni vyema kutambua kuwa kundi hii ya vijana wataalamu wa maji na usafi wa mazingira ni mkusanyiko wa vijana kutoka vyama vingine kadhaa wanaofanya kampeni ya uhifadhi wa mazingira. Wadau wanaohusika na elimu katika Kivu ya Kusini wanaalikwa kufanya kazi bega kwa bega ili kukuza wafanyakazi wa usaidizi wa elimu na kisha kuchanganya maisha ya amani pamoja na kupitia elimu ya watoto. Wito huo umezinduliwa mwishoni mwa juma lililopita wakati wa sherehe mara tatu ya siku ya wafanyakazi wa msaada wa elimu duniani. Siku hiyo ni kuishi pamoja kwa amani na siku ya nuru duniani. Kumbukumbu kumbu hii ya mara tatu inatoa thamani ya kuishi pamoja na kuchangia katika kukuza elimu ya watoto, kumbukumbu zinazochanganya kiungo cha moja kwa moja na kuboresha ubora wa elimu inayotolewa kwa watoto. Shukuru Mufariji, mkurugenzi mkuu wa shule ya mafunzo ya wafanyakazi wasaidizi wa shule, anaamini kuwa ni sherti wadau katika sekta ya elimu waungane ili kukuza elimu katika Kivu Kusini. Haya yote ni kupitia usaidizi wa jumuiya ya wafanyakazi wa shule. Akizungumza katibu tawala wa mkurugenzi wa elimu ya taifa na uraia mpya mkoani, Alexandra Bwenge na mwakilishi wa Provede alifurahishwa na mpango huu wa ka na anatarajia kuona wahusika wengine wanamiliki kwa sababu elimu ya watoto ni swala letu sote. Fursa kwa Emanuela Baindwa, mwandishi wa habari na mwanamemba wa RGI na msimamizi wa Watoto News, ya kuonyesha kwamba kuna uhusiano kati ya kuishi pamoja kwa amani na elimu ya watoto. Hii ni kwa sababu kuishi pamoja kwa amani kuchangia ubora wa elimu kwa watoto kusherekea siku duniani inayotolewa kwa wafanyakazi wa msaada wa elimu inaendana na yale ya kuishi pamoja kwa amani na siku ya mwanga. Siku hii iliratibiwa kwa pamoja na Potentiel RGA, JK, Go Shop na mashujaa Arcente. Asante kwa utazamo wenu mwema. Mungu awabariki.